Zanzibar ni utalii na utalii ni Zanzibar, hakuna wakubishana na hilo, vinategemeana kama kiu na maji, na ndio maana sekta hii inaendelea kuwa sekta mama kwa uchumi wa nchi. Sekta hii inachangia pato la taifa kwa asilimia 30, na imetoa ajira rasmi elfu 33 na ajira zisizo rasmi 66 na kuchangia fedha za kigeni kwa asilimia 80. Katika uongozi wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt. Hussein Ali Mwinyi yameshuhudiwa mafanikio makubwa yanayoonekana wazi na yenye tija kwa sekta hii mama ambapo idadi ya watalii imeendelea kuongezeka kutoka watalii laki mbili na 166, 644, mwaka 2020 hadi kufikia watalii laki saba 36755 mwaka 2024, sawa na ongezeko la asilimia 183. Hivyo watalii walio tembelea Zanzibar tangu mwezi Januari mwaka 2020 hadi mwezi Disemba mwaka 2024 imefikia watalii milioni mbili laki tatu elfu kumi na saba 941. Mashirika ya ndege yameongezeka kutoka matano mwaka 2020 hadi kufikia mashirika 80 mwaka 2023. Baadhi ya mashirika hayo ni kama vile KLM, Air France, Global Airways, Highfly, Nels na Oman Airways yenye abiria wengi wa kimataifa wanaotua Zanzibar. Hii inaashiria kuwa Zanzibar ni sehemu nzuri na salama ya biashara ya utalii. Katika kipindi cha uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Zanzibar imeingia katika ushindani wa visiwa bora vya utalii ulimwenguni, huku miradi ya utalii ikiongezeka kutoka miradi 995 hadi kufikia 1695 serikali imeendelea na jitihada zake za kukifungua na kukitangaza kisiwa cha Pemba kiutalii kwa kushiriki katika maonyesho mbalimbali ya kitalii na uwekezaji. Matamasha makubwa ya utalii kama vile Fahari ya Zanzibar, Sauti za Busara, Tamasha la Kizimkazi, Mwaka Kogwa, tamasha la vyakula vya asili pamoja na tamasha la utalii na utamaduni yamefanywa huku yakileta tija ya wazi wazi katika kutafsiri kwa vitendo utamaduni wa Mzanzibari. Aidha, katika uhifadhi na uendelezaji wa urithi wa dunia, serikali inaendelea na ujenzi wa awamu ya pili ya mradi wa Darajani Suk ambao unahusisha maduka na ofisi pamoja na kukamilisha ukarabati wa soko kuu la Darajani ambapo kukamilika kwake kutaongeza uzuri na mwonekano kwa mji mkongwe. Serikali ya Zanzibar imefanikisha utafiti wa ikolojia katika maeneo mbalimbali mbali Unguja na Pemba ili kujua upana wa historia na maeneo yake, uimarishaji wa maeneo ya mji mkongwe. Pia serikali imefanikisha matengenezo ya makumbusho mbalimbali mbali ikiwemo makumbusho ya wanyama Unguja na makumbusho ya Chake Chake. Katika kipindi kifupi tumeshuhudia ujio wa watu mashuhuri wakiwemo waigizaji wa filamu kutoka China na India pamoja na wachezaji wa kandanda wa vilabu vikubwa duniani kuja kuifurahia na kuwa na nia ya kuwekeza Zanzibar.